Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunashughulikia nyakati na hali, yaani maswali na majibu ya nyakati na hali. Shukran sana kwa kusubscribe. Kwanza, andika katika wakati uliopo: Mutile alilima shamba. Mutile analima shamba. gari hilo lilielekea shuleni, gari hilo linaelekea shuleni. Pili, andika sentensi zilizo katika hali zifuatazo. Hali ya mazoea: baba hucheza kandanda. Hali timilifu: Susi amepika wali. Hali isiyodhihirika mwalimu awafunza wanafunzi. Hali ya ki: nikinunua gari jipya nitauza hili nzee. Hali yapo, yaani kuonyesha mahali, waliposimama palikuwa na siafu tatu. Tofautisha sentensi hizi kimaana: angesoma angefuzu mtihani na angalisoma angalifuzu mtihani. Kwa hivyo tuna tofautisha kimaana sentensi ya kwanza, angesoma angefuzu mtihani, hakusoma na hakufuzu, lakini kuna uwezekano wake kusoma na kufuzu. Angalisoma angalifuzu mtihani, hakusoma na hakufuzu na hakuna uwezekano wake kusoma na kufuzu. Kwa kufu hivyo sentensi ile ya kwanza kuna nge ni kuna uwezekano lakini, angali wakati uliopita, yaani hakuna uwezekano. nne. Tunga sentensi moja moja kuonyesha nyakati na hali zifuatazo: wakati uliopo, hali ya kuendelea Mhadhiri anasoma gazeti. Wakati uliopita hali ya kukanusha, mwelu hakusoma matini zote. Masharti yasiyowezekana, mngalisoma vizuri mngalifuzu mtihani huo. Ne, wakati uliopo hali isiyodhihirika jua latua magharibi. mwalimu asoma gazeti. Tano, andika sentensi katika wakati uliopo hali timilifu. Zuhura amesoma matini. Zuhura hajaenda sokoni. tunga sentensi moja kudhihirisha po ya wakati. Masi aimbapo wengi hushangilia, au Masi anapoimba wengi hushangilia. Hizo zote ni po za wakati. Po ya mahali, waliposimama pana siafu. Joshua ameenda alipoketi jana. Saba. Geuza katika nyakati na hali zilizo katika mabano. Mama alimlisha mtoto, uliopo hali kanushi. Kwa hivyo unasema mama hamlishi mtoto. Pili. Lango hilo linafungwa kwa kufuli, uliopita hali kanushi lango hilo halikufungwa kwa kufuli.